Huu mwonekano wa rapa wa muda mrefu Rashid Abdallah Makwiri maarufu kama Chidi Benz umewafurahisha watu wengi sana. E bana, hii ndio video mpya latest kabisa ambayo Chidi ama inatembea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kimwisha. Chidi Benz akiwa na mwonekano fulani hivi ambao tulikuwa tumemzoea nao kitambo kabla ya kuathirika na madawa ya kulevya sasa. Chidi, bana, hii ni klip ambayo alikuwa anazungumzia uwepo wake kwenye uh, tukio ama kwenye siku ama maadhimisho ya siku ya ama kupigana na madawa ya kulevya, ambayo itakuwa inafanyika kule Dodoma katika ukumbi ambao unajulikana kama Jakaya Convention Center, kwa mujibu wa hii clip ambayo unaiona sasa hivi. Sasa kama wewe ni mfuatiliaji wa muziki wa hip hop na kama umekuwa ukimfuatilia Chid Benz kwa muda mrefu toka amaachia ngoma ya Dar es Salaam Stand Up ambayo ndio kwanza ilimtambulisha kwenye game la muziki wa bongo flava, Chidi Bana alikuwa na muonekano huu hapa ambao unauona. Alikuwa na mwonekano fulani hivi, jamaa fulani kibonge, mashavu kama vipi, alafu alikuwa na yaani mwili fulani hivo wa kibabe, lakini baada ya kuja kuathirika bwana na madawa ya kulevi hapa katikati, mshaja akawa kama amekondeana fulani hivi, kitu ambacho kiliwapa wasiwasi sana mashabiki wake kutokana na muonekano huo. Sasa hapa katikati bwana Chidi kapitia vitu vingi sana na amekuwa pia kimya so kimya kama kimya, lakini pia tutasema kwamba amekuwa so active sana kwenye maswala ya muziki na vitu kama hivyo hapo, lakini sasa hii clip bana inamwonyesha Chidi akiwa na mwonekano ule wa, wa, wa, wa Chidi ambao alikuwa tumemzoea bana, yule Chidi wala familia. Sasa washabiki wa mziki wa Chidi Benz bana, una hii picha ama hii video, kwa kuiona tu inakupa taswira aina gani? Sababu binafsi mi, ambaye ni shabiki pia wa Chidi Benz kwa muda mrefu, baada ya mi kuona clip hii hapa bana Mwanzoni nikaa siamini kama ni klip ya juzi, nikaa naona kama, mm, kama klipu ya muda mrefu ya, ya miaka mingi. Lakini bwana, baada ya kufanya uchunguzi nikagundua kwamba ni video ambayo ni ya latest kabisa bwana. Sasa kama muonekano ambao Chidi atakuwa nao kuanzia leo, nadhani kwamba ameamua kufanyia kazi mwili wake sana, kwa masuala ya mazoezi, labda masuala ya ulaji vizuri na kuepukana pia madawa kulevya. E bwana, stick around, nipe maoni yako pale chini kwenye comment section.